Na kwengineko ni kwamba watengezaji filamu wanne waliokamatwa na kisha kuachiliwa walifika katika makao makuu ya DCI wakiandamana na mawakili na wanaharakati kutafuta maelezo ya iwapo wana hatia au la. Aidha walifika kudai vifaa vyao vya kazi ambavyo vilichukuliwa walipokamatwa. Lakini kama anavyoeleza mwanahabari wetu Francis Ode, vijana hao waliondoka bila kupewa mwelekeo wowote na sasa wako katika eneo la siri kwa sababu ya usalama wao. Hmm. Siku tatu baada ya watengenezaji filamu wanne kuvamiwa kazini na kukamatwa kisha kuachiliwa, vyombo vyao vya kazi vingali mikononi mwa makachero wa DCI. Jumanne walijiwasilisha tena katika makao makuu ya DCI wakiandamana na mawakili wao. Even them summoning today. Licha ya mvua, wanaharakati walisalia nje ya makao makuu ya DCI kwa pamoja.

Familia ya wanne hao wakitaka serikali kuwaacha wana wao kuendelea na shughuli zao za maisha bila bughudha. Wanne hao wanahifadhiwa katika eneo la siri kwa sababu za kiusalama. Ode Francis, runinga ya Citizen Nairobi.